Kila siku unaamka ukiwa umechoka, ukiwa huna matumaini tena, unajaribu unashindwa, na unahisi kama dunia imekupa mgongo. Sasa sikiliza vizuri, tofauti kati ya maisha ulionayo na yale unayotamani iko kwenye mtazamo wako, mtazamo wa watu asilimia moja, wale ambao wametoboa. Waliotoboa hawakutoboa kwa bahati, hawakuzaliwa tofauti, wana fikra tofauti wanaposhindwa wanajifunza, wanapoanguka wanasimama tena, wanapoona giza bado wanaamini jua litachomoza. Kila mtu ana masaa 24 kwa siku: mimi, wewe, Bahresa Modeuji, wote sawa, lakini tofauti iko kwenye namna tunavyotumia hayo masaa. Wengine wanayawekeza kwenye ndoto, wengine wanayapoteza kwenye malalamiko. Waliotoboa hawalali na malalamiko, wanaamka na kusudi hawategemei motisha, wanajenga mifumo. Wanajua nidhamu ndiyo mlango wa mafanikio. Kama alivyoandika James Clear katika Atomic Habits, hauinuki hadi ngazi ya malengo yako, unashuka hadi kiwango cha mifumo yako. Wanaweka mpango, wanatekeleza kila siku bila kisingizio, na wakikutana na vizuizi hawakimbii, wanavunja minyororo, wanajikomboa kutoka hofu, uvivu na mashaka. Wanaamini uhuru wa kweli uko akilini. Kama alivyoandika Marcus Aurelius, mtu aliyejishinda mwenyewe ndiye aliye uhuru zaidi. Wengi wanataka matokeo haraka, lakini waliotoboa wanajua ukuaji ni safari. Ni kama mti wa mbuyu, unamwagilia kwa miaka bila kuona matunda, lakini ukikomaa unatoa kivuli kizuri kwa vizazi. Hivyo ndivyo mafanikio halisi yanavyokuwa. Hakuna atakayekuja kukuokoa. Hakuna atakayekufanyia kazi yako. Waliotoboa wanachukua jukumu kamili la maisha yao. Wanakubali makosa yao, wanakaa kimya, wanajitazama kwenye kioo na kusema, mabadiliko yangu yanategemea mimi. Waliotoboa wameshindwa zaidi ya watu wote wengine. Wameshindwa kwa sababu wamejaribu zaidi. Kila kushindwa ni somo jipya. Kama alivyoandika Miyamoto Musashi, ushindi wa kweli ni kushinda nafsi yako. Kila moto unaokuunguza leo unakutengeneza kuwa chuma cha kesho. Waliotoboa wanaona mbali, wanaona maono yao hata wengine wakibeza. Hawasubiri wakati mzuri, wanautengeneza. Kama alivyoandika Sun Tzu, mshindi hufanya mipango kabla ya vita. Wanafanya maamuzi ya leo kwa heshima ya kesho. Mwisho wa siku, fikra zako ndizo urithi wako. Maisha si kuhusu bahati. Ni kuhusu maamuzi yako. Hivyo simama, pumua, anza upya. Fikra za waliotoboa ziko ndani yako. Tena na tena chagua kuwa miongoni mwao.